Tabia hii ya kuvunja mipaka ya heshima, baadhi ya kuingia katika maovu ya zinaa au mapenzi na mabosi zao. Hii tabia iko katika iko kwa kina madada, unakuta dada anaeneza hizi tabia mahala ambapo ameenda kufanya kazi. Lengo lake sio kazi, lengo lake ni kueneza zinaa. Na wallahi wa billahi thumma tallahi, unapokuta mtoto yoyote wa Kiislamu anapoenda kufanya kazi akajihusisha na zinaa, hakuna mtoto yoyote anaweza akafanya kitendo cha ndoa cha halali, lazima wanenezanga zinaa, kwa sababu inakuanga ni kujificha na mipango yao inakuanga ni kuharibu ndoa, ili mwishowe ndoa iweze kuharibika, hao waweze kuendelea yeye aweze kuendelea na maisha yale, ama achukue mkondo ule, hakikishe yule mke wa bosi ameonekana kuwa mbaya kwa bosi, na yeye amekuwa ni bora kwa bosi. Kwa hivyo hizo tabia pia zinaenea sana. Unakuta mfanyikazi anapoenda kufanya kazi kwa nyumba, kwanza kabisa tazameni mavazi mnayoyavaa mbele ya mabosi wenu, kwa sababu saa zingine unakuta wafanyakazi upande mwingine wanaenda pale kama mapepo, wanakuwa kama shetani kwenda pale kuvunja ndoa ya watu, kuvunja ndoa ile, kuharibu familia ile na kugonganisha familia ile. Unakuta mfanyikazi ama mwanadada wa Kiislamu anapoenda pale wa ile ndoa ametoka kwao, alikuwa anavaa kidini akishika heshima, lakini alipoenda mahali kufanya kazi, labda kwa ile nyumba si ya Waislamu, kama ni mambo ya swala ataachana nayo, hata kuwa na swali, na kama ni mambo ya nyumba ataanza kuvaa kulingana na vile amepata tabia za nyumba. Juu wanasemanga ukienda ugenini upate watu wakila wakiwa wamesimama pia na wewe unakula kama umesimama. Utakuta kama ni jai, e, buibui na jalibabu kujistili, hizo vitu zote anazoweka pale kwa sanduku lake ama kwa baga aliyokuja nayo, na anaanza maisha freshi, maisha mapya, anaacha kujistili, anaanza kuvaa mini skirt, anaanza kuvaa manguo ambazo zinaanza kuleta mawasiliano baina yake yeye na mume mwenye boma ama na bosi wake. Mambo zingine hata kama bado uja hujakuwa na nia ya kutenda, lakini yale ambayo behavior zako, tabia zako zinaweza zikakufanya ukaharibu na kuvunja nafsi ya mutu. Lakini wewe mwanadada unapokuwa na tabia nzuri, ukawa ni mtu mwenye kuvaa kiheshima kwanza wewe mtoto wa Kiislamu, hata kama unafanya kazi za nyumba ukajistiri, hakuna siku bosi aidha ajifundishe kutoka kwako, kwa aambie mkewe, tafadhali vaa kama vile mfanyakazi anavaa, ama we mfanyikazi vaa no jistiri. Hata kama umepata ile nyumba bosi mkewe anavaa miniskirt, hiyo ni maisha yao, wewe ya kuhusu wewe, fanya kama mfanyikazi Peleka pale kitu kinachoitwa heshima fulani ili iweze kudumu. Na tena wewe unaweza ukawa mwalimu bora wa kujifua, wa wale kujifunza kutoka kwako. Lakini ukienda pale umepata yule mwenye boma anajistiri, wewe ujistiri, kwa sababu wewe umezoea maisha aidha ya Kikristo, umezoea kuvaa miniskat, umevaa umezoea kuvaa matroza umezoea kuvaa tu nguo tufupi fupi, na bado hizo tabia unabebwa, wanapeleka kwa ile boma, utakuta kama unavaa minskan, umepata yule mwanamke wa Kiislamu anajistili, na ukule ndio umeenda kufanya kazi, umeenda kufanya kazi kwa Msomali, utakuta pia inaharibu heshima, inaharibu imani ya bosi wako, inaharibu ndoa na inaharibu familia hiyo unakuta katika ile ndoa, yale mavazi yako nayo yavaa machafu yanaanza kukupunguzia heshima, ama yanaanza kuvunja ile nyumba na kuanza kuvutia yule mume na kuanza kukuona, ama kuona uchi wako, kwa sababu umeuta, umeutandaza mbele ya macho yake. Hata kama wewe una nia kwake, lakini utakuta bosu wako anaanza kuvutia na na wewe kwa sababu sheitani, yeye hupenda mahali ambapo kunakosekananga hamani, ndio furaha yake, anapenda ili kunapoharibika ikuwe furaha kwake.